Simba haiwezi kutoboa, anasema nani? Anabisha bisha. Klatus jota Chama wakati Chiboko anazengeazengea upande mbali kule. Chama Klatus fundi wa kabumbu huyu, anapita nayo bwaria, boko boko boko baba boko brada Naligani simba aiende atoe makundi. Nani ana roho mbaya? Tujui anaumia kutoka wapi. Kwanini uteseke brother? Kwanini umie roho? Kwa nini uwe roho ya karato? Oh, chama chama baba chama baba, na pindua mtu chama! Mbona sema penalty wewe,